Good morning sir. How are you? Uh, naomba tutumia lugha ya Kiswahili, ndio naifahamu vyema. Okay, haina shida, karibu sana. Habari ya asubuhi? Nzuri sana. Okay, uh, <coughs> bila kupoteza wakati <coughs> naomba nijue majina yako na kiwango chako cha masomo. Uh, naitwa uh, Jonathan Kamis Kabati. Okay, kutoka Dodoma <coughs> mimi ni msomi kwa sababu kama hii mambo ya uwasifu nimefanya yote nikamaliza Mm -hmm. Niko na experience ile mnaita ufahamu wa kazi wa miaka kama 21. Okay. Niko na ujuzi okay, yaani mingi, unaifahamu okay, hii kazi vizuri, hii kazi nayo naifahamu. wakati niliona mumeandika mahali mnataka mtu kama mimi, mm -hmm. nilijua hii kazi tu ni yangu. Okay, ni nini ilikufanya uh, ya kwamba ujue hii kazi ni yako? kwa sababu mlikuwa mnataka mtu wako na masomo kiwango changu, na mlikuwa nikaona, uh, mimi pia ningefurahia kufanya kazi humu Kenya. Kenya ni wenzetu na sisi tunawapenda. Naona katika wasifu wako ama CV, wasifu wa kazi naona ulisomea chuo kikuu cha Dodoma. Ni kweli ama si kweli? Uko kweli kabisa. Okay, naona uko na shahada ya juu, uh, katika shule ya hii, shule inaitwaje? Mringombui Mlingwa muri. Mboki Dodoma. Okay. Hiyo hiyo jina huko <coughs> kwetu ni jina ya mnyama lakini samahani si kepelela kukuudhi. Oh, Pala kwetu ni masomo okay. Shule. Sasa mm -hmm. Bila kupoteza wakati, wewe unataka kulipwa shilingi ngapi katika hii kazi? Hii kazi mkinilipa milioni tatu laki mbili nitafurahia. Mbona washtuka? Oh, umesema milioni tatu laki mbili Milioni tatu laki mbili, ya, ukinilipa hiyo mimi niko sawa. Uko na mzaha sana ama? Hapana, mimi, unaona ile kazi nataka kuacha, mm -hmm, wananilipa milioni mbili laki tano, so nataka kazi yenye naweza lipwa milioni tatu laki mbili, unaona kama mimi eh? Hata mshahara wangu wa mwaka haifiki hiyo milioni tatu unayasema. ah, kwani walipwa nini kwa mwezi usitaki jua, lakini hata mkurugenzi wa hii kampuni hii kampuni ya maji analipwa laki tatu, laki tatu yeah. Mtu anafanya kazi laki tatu, hiyo ni pesa mzuri? Kwa laki tatu hiyo ni pesa tu ya matumizi ya nyumba. Sasa anashangaa na, nakuja na, na haje kazini hata pesa kaa kulipa nauli ya basi kukuja kazini sina Alafu unaniambia unanilipa hata sasa kama mkurugenzi mumlipa uh, laki tatu, mimi mnataka mnilipe laki moja. Nikuuliza swali moja. Hmm? Unataka kui- kuwa <coughs> director wa hii kampuni ama nini? Ama unataka hiyo ni pesa kidogo kwa director. La, milioni tatu laki mbili ni pesa kidogo kwa director. Director kwetu alipwa milioni hamsini. Wengine wanalipwa milioni thelathini. Ngoja. Unajua hii daraja i umepita ukitoka airport hiyo, naiona kutengeneza kilomita moja ni hiyo <coughs> karibu ni hiyo pesa. Unasema milioni 50 milioni 50 eh, inaweza. hey, hiyo mshahara kama utaki kunilipa, niacha nirudi Tanzania. Ngoja eti tumesema... milioni 3 laki 2 hiyo Kenya shillings? Ah, hapana, pesa ya huko kwetu Dodoma <laughs> Aki unaniumisha kichwa ngoja. Umesema milioni ngapi? Milioni tatu laki mbili. Acha nifunge kikotozi. Milioni tatu laki mbili. Eh. Ah, nataka tu shilingi elfu hamsini ya Kenya. Ama elfu mia moja. Si ni elfu mia moja Kenya shilling, lakini Tanzania shilling hii ni milioni mbili laki mbili. Milioni tatu laki mbili. Umekuja na familia? wote wako huko. Una mahali pa kulala ama kuishi? Leo nalala chumba cha kukondisha. uh -huh. Ukishanibia kazi naendelea sasa. uh -huh. Utakupatia mtu wa security wetu akutafutie mahali utashikilia. Kesho, saa mbili asubuhi, ingia kazi. Asante, we ni meneja mkuu kabisa. Aya, asante sana. Ah, okay, ubarikiwe ndugu, tutakutarajia hapo sawa kesho, kesho. Karibu. Salimu kwa watu wenu. Ah, sipo.